Naitwa Ana Sawaki ni mkurugenzi wa miradi na ushirikiano kutoka shirika lisilo la kiserikali la Camfed, Campaign for Female Education. Aa, ni shirika ambalo linafanya kazi katika kuwasaidia wasichana wanaotoka kwenye mazingira magumu kuweza kusoma, lakini pia kujikwamua kiuchumi. Tuko katika mikoa kumi Tanzania bara, halmashauri 35, mpaka sasa na leo tuko hapa Iringa kwa ajili ya kukutana na maafisa elimu sekondari kutoka hizi halmashauri 35 ambazo tunafanya kazi kwa ajili ya kujadili juu ya utekelezaji wa hii miradi ya elimu ambayo Kamfedi inafanya kwenye halmashauri zao. Lakini sambamba na hayo, tutakuwa pia na maafisa elimu mkoa wa hii mikoa kumi ambayo tutakutana nayo, yote ni katika lengo la kuhakikisha kwamba yule mwanafunzi tunayemlenga yule mtoto wa kike anayetoka kwenye mazingira magumu, kweli huu ufadhili unamfikia, lakini pia anawezeshwa katika kusoma na kubaki, na kubaki shuleni, nikiwa na maana ya kwamba ile sera ya ulinzi wa mtoto, pia mtoto analindwa, anaheshimiwa na anapatiwa msaada wote ambao unahitajika kwa ajili aweze aweze aweze kusoma. Na kwa kuanzia katika mkutano huu asubuhi, tumeanza na mjadala wa kuangalia ufadhili uh, huu ambapo kwa mwaka huu tuna fadhili watoto elfu thelathini na sita na zaidi katika elimu ya sekondari, lakini pia tutakuwa na watoto wengine zaidi ya mia tisa katika ngazi za vyuo, na tunashirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba watoto wote hawa wanaochaguliwa na wanaofadhiliwa ni kweli wanakidhi vigezo na wanafadhiliwa kulingana na ufadhili ambao unapatikana kuweza kunufaisha katika uh, kufikia malengo yao ambayo amejiwekea. Shirika la CAMFED lilianzishwa mwaka 2005 na kusajiliwa mwaka 2006 na mpaka sasa hivi tumeshawawezesha wa, uh, watoto wa kike wanaotoka kwenye mazingira magumu zaidi ya uh, laki moja na elfu hamsini na sita kuweza kwenda shule katika ngazi ya sekondari ambao wengi wao pia wametransit kwenda elimu ya juu lakini pia kuingia kwenye maisha mengine ya uwezeshaji kwa wanawake. Kwa hiyo moja ya malengo ambayo huu uh, miradi ambayo tunaifanya imefanikiwa ni kuhakikisha kwamba yule mtoto anayetoka kwenye familia maskini wa kike ambaye kama asingesaidiwa asingeweza kusoma, basi anapatiwa ule ule ufadhili. Lakini pia tunashirikiana na serikali katika kutimiza vipaumbele vya serikali vya, vya kuhakikisha kila mtoto wa Tanzania anaenda shule anaelimika, lakini pia anabadilika na kuwa mwananchi um, ambaye anaweza kusaidia taifa lake hapo anapokuwa anaweza kujishughulisha na shughuli zake. Wito wangu kwa jamii kuhusu watoto wa kike ni kwamba watoto wa kike wanaweza wapewe fursa sawa na watoto wa kiume lakini pia waandaliwe mazingira ya kuwawezesha wao kufikia malengo yao. Tua mwalimu Elizabeth Kitururu na afisa elimu Taaluma halmashauri ya mji andeni, tumekuja kwenye kikao kwa ajili ya kufanya tathmini ya programu ambazo zinawezesha wanafunzi wa kike inayosimamiwa na wadau wa CAMFED ambao wanasaidia wanafunzi wa kike kupata elimu, lakini zaidi wanafundishwa stadi za maisha ambao pia wanafundishwa kilimo, wanafundishwa masuala ya biashara, wanafundishwa masuala ya ujasiriamali, kwa hiyo lengo likiwa ni kufaulu katika masomo, lakini pia kujifunza namna mbalimbali mbali ya kuweza kuyamudu maisha yao. kwa mafunzo ya leo au kikao cha leo kitasaidia kuleta tija kwa wanufaika, kwa sababu waliopo ni maafisa elimu wanaosimamia programu zote za CAMFED katika halmashauri, na kama ndivyo basi kama kuna changamoto, kwa mfano labda bado upo mdondoko wa elimu, watawasaidia wale wanafunzi kuwashawishi na kuwaelimisha waweze kumaliza ule mzunguko wa elimu. Kama kaanza kidato cha kwanza, amalize cha nne; kama kaanza kidato cha tano, amalize cha sita. Lengo lao mwanafunzi asishie katikati, bali aweze kumaliza masomo yake hadi afikie mwisho. Naitwa Mwalimu Daniel Mapilia, ni afisa elimu wa wilaya Mfindi shule za sekondari. Kabla mradi huu haujaanza wanafunzi wengi hasa watoto wa kike, sababu mradi unasaidia watoto wa kike walio wengi, walikuwa watoto wanakata tamaa na wanapotea, wanapoteza ndoto zao. Lakini baada ya shirika hili kutafakari na kuona watoto wa kike ni wanafunzi ambao wanahitaji kuangaliwa kwa karibu na wameanza kuwasaidia, mabadiliko yamekuwa ni makubwa. Utakuta katika shule nyingi watoto wa kike walio katika mazingira magumu, unakuta watoto wale ndo ambao wanakuwa ni wanafamilia, wanatunza wadogo zao. Lakini baada ya kupatikana hili shirika, limewasaidia watoto. Kwa sasa watoto wanasoma kwa bidii na wanaendelea kadri inavyowezekana. Na hii kwa kifupi tu, unaweza kuangalia hata matokeo ya kipindi ambacho tumeyaona mwaka jana, kidato cha nne, ukilinganisha na miaka ya nyuma, kwa sasa hivi watoto wengi wamefaulu, kwa sababu wana utulivu wa kusoma na wanasaidiwa kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita. Shirika la CAMFED linaangalia kwa jicho pana kuangalia watoto ambao ni wale ambao katika mazingira magumu, tusione kama wanatafuta watoto ambao hawatapata faida kwa baadaye. Kwa hiyo ni washauri wazazi wale ambao wanamtazamo hasi hasa kwa watoto wa kike wakiwatumikisha kazi za nyumbani au jamii, zile zinazofikiri kwamba mtoto wa kike akizaliwa ni kwa ajili ya kwenda labda kufanya kazi za nyumbani au kuolewa. La hasha, mtoto wa kike anatakiwa aangaliwe kwa kina.